Nikufundishe somo linalosema kazi ya upako wa Roho Mtakatifu kwa mwanamke. Kazi ya upako wa Roho Mtakatifu kwa mwanamke. Wale wasomaji wa Biblia mtakuja, mtafahamu kwamba ukiangalia Biblia maeneo mengi sana utakuja kugundua kuna maeneo mengi sana ambako Roho Mtakatifu ame aku very different kwa wanawake tofauti na wanaume. Wangapi wamewae kuona hiyo? Kwenye Biblia kuna maeneo mengi sana ambayo Roho Mtakatifu kwa wanaume aliyefanya tofauti, lakini kwa wanawake alifanya very different. Sasa nataka nikupitisha kwenye mifano kadhaa ili uone jinsi ambavyo Roho Mtakatifu na anointing yake, upako wake unaweza ukafanya vitu vya tofauti sana katika maisha yako kama mwanamke, naomba nikuhakikishie, kuna level ya mabadiliko ukimruhusu Roho Mtakatifu na upako wake ufanye kazi kwenye maisha yako. Wewe moja, utabadilika wewe, you will change you. Namba mbili, utabadilisha mazingira unayoishi kama yule mwanamke wa Kisimani. Utabadilisha environment, utabadilisha mazingira unayoishi. Tatu, utabadilisha watu wanaohusiana na wewe. Utaenda kwenye ile stage Yesu aliyosema, ninyi ni chumvi, ninyi ni taa. Basi utakuwa umeruhusu anointing ya Roho Mtakatifu kukubadilisha. Kazi ya kwanza Kumbuka nimekuambia na kufundisha kazi ya upako wa Roho Mtakatifu kwa mwanamke. Kazi ya upako wa Roho Mtakatifu kwa mwanamke. Kazi ya kwanza inakupa uwezo wa kubeba mimba ya wazo na kuliza. Kazi ya kwanza ya upako wa Roho Mtakatifu kwa mwanamke inakupa mimba ya kubeba inakupa uwezo wa kubeba mimba ya wazo na kulizaa. Naomba niwaambie, kati ya vitu ambavyo Mungu ameruhusu tofauti na mwanaume pekee mwanamke amepewa ni uwezo wa kubeba mimba, na kama ulikuwa hujui kwenye jamii ya LGBTQ plus plus. Lesbians, gays, transgender, bisexual, asexual plus plus. Kati ya vitu ambavyo wameshindwa hata wale transgender ni kumfanya mwanaume anayeweza kubadilika kuwa mwanamke. The only thing wanachoweza ni kumbadilisha genitals, kumbadilisha maeneo ya siri, anaweza mpaka akaenda haja ndogo kama mwanamke. The only thing wameshindwa ni kubadilisha womb, sehemu ambako mtoto anaweza akakaa. Ndio maana hakuna mwanamume aliyefanyiwa transgender anayeweza kuzaa. Kwa nini? Is the only thing Roho Mtakatifu kwenye uumbaji alikifanya kwa mwanamke peke yake, kubeba mimba. Na kama ulikuwa hujui tunaposema man mwanaume mwanamke anaitwa woman. Maana ya woman is a man with a womb. Kuna mtu ananielewa? Maana ya woman ni man with a womb. Mungu alimuumba Adam, maandiko yanasema Mungu akawaumba, wakati anamumba Adam maana yake katika Adam tayari kulikuwa kuna watu wawili, lakini mtu wa pili alikuwa bado hajachomolewa. Ndio maana mwanamke hajaumbwa, aliyeumbwa ni mmoja, anaitwa Adamu. Mwanamke alichomolewa aliyeumbwa ni adamu peke yake. Usifikiri wewe uliumbwa, wewe ulitolewa kwa mwanaume. Kwa hiyo mwanamke ni mwanaume mwenye wumb, ndio maana anaitwa woman, ndio maana ya woman. Ndio maana kwenye kila herufi yenye mwanamke kuna mani umu ndani, woman, man yupo, si kuna hii. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya upako wa Roho Mtakatifu kwa mwanamke ni kumpa uwezo sio kumpa mimba, kumpa uwezo wa kupata mimba ya wazo na kuliza. Sasa shida ya wanawake, kwa sababu wa anashindwa kuelewa upako wa Roho Mtakatifu, wamebaki na uwezo mmoja, wamebaki na uwezo mmoja wa kubeba mimba na kuzaa watoto. Naomba nikwambie wewe mwanamke, ukibaki na uwezo wa kuzaa mtoto peke yake na hiyo ndio uwezo ulionao, umefeli. Mungu amekupa uwezo wa kupata mimba ya wazo ili uweze kuzaa vitu vitokee katika maisha yako. Kwa hiyo kama wewe ni mwanamke unakaa kwenye mazingira na mazingira yako hayabadiliki, yako vile vile wakati wote, kuna shida kwenye ulimwengu wako wa akili na wa roho. Kwa nini? Mungu amekupa uwezo wa kupata mimba ya wazo la kubadilisha mazingira yako. Sasa kumbuka, kwa uwezo Mungu aliyokupa wa, wa kupata mimba ya kubadilisha kitu, unaweza ukabadilisha positively, unaweza ukabadilisha negatively. Ndio maana mwanaume anaweza akataka kumwondoa mtu aliyekuja hapa kanisani miaka miwili, akashindwa kumwondoa, wewe ukamwondoa kwa neno moja baada ya ibada na akaondoka. Kwa nini? Mungu amekupa huo uwezo. Ndio maana wamama wakwe wengi sana wako very sensitive na mwali anayeolewa na mtoto wao wa kiume. Kwa nini? Wanajua wao ni wanawake, wanajua mwanamke anapoingia mambo mawili yatatokea kwenye familia yangu aijenge familia au aiharibu kabisa. Kwa hiyo kila unapokuja umeolewa na kijana wake, anakuangalia kama msukule anayeanza kujifunza kazi, anakuangalia vibaya. Anaanake haelewi mtoto wangu hapa haofi, mtoto wake anaofia. Familia yangu itabaki vile vile, na ndiyo maana familia za watoto wa kike na wakwe wa waliozaa walioa watoto wa kike. Haujawahi kusikia mtoto wa kiume kaenda kwenye familia fulani kavunja ile familia, lakini familia nyingi zimevunjika baada ya mke kuja. Wengine hapa ni mashahidi, familia zenu hazikuwahi kubaki vile vile kaka yako alipooa. Wangapi wananielewa? Kwa nini mwanamke amepewa uwezo na Roho Mtakatifu wa kubeba mimba ya kuzaa wazo. Mwambie mwenzako wazo. Ndiyo maana naomba niwaambie siri, familia nyingi zilizofanikiwa kiuchumi zichunguze, utakuta ni familia ya mume ambaye anamsikiliza mke wake, kwa sababu mume ana push vision, anayeleta wazo ni mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume is a leader lakini wakulza, ndio maana mwanamke anaweza kuambia, nimeona, umeniambia unataka kushirikiana na fulani kwenye ile barua yenu, unataka mweka mkataba huyu huyu, huyu huyu huyu jina hili, ili mlitoe. Naona kama hamwendi mbali. Mwanaume kigeugeu, mwanaume asiyejali akaendeleza kuweka hilo jina, wanajuta. Kwa nini mwanamke amepewa sensory organs sita? Sisi tumepewa tano. Hivi unaelewa? Nikufundishe sayansi. Mwanadamu ana sensory organ tano, ikiwemo masikio Macho, ngozi, tumejifunza form 3 na darasa la sita. Lakini mwanamke ameongezewa ya sita, inaitwa EPS, extra perceptual sensory. Ana uwezo wa kupata taarifa through gut brain. Mwanamume ana brain tatu. Kama ulikuwa unafikiri una brain ya hapa tu, umekwisha. Tuna brain ngapi? Tatu. Tuna brain hii inaitwa intellectual brain, tuna brain hii inaitwa gut brain na tuna brain ambayo ni moyo inaitwa cardio brain na zote zinafanya function sawa. Ndio maana mwanamke ana uwezo wa kupokea taarifa through gut brain, kwa intuition, kama nabii. Mwanamke ana huo uwezo ndio. Maana mwanamke, umekaa hapa unakunywa zako Red Bull, changamoto ikitokea nyumbani kwako kumepigwa shote ya umeme kunaungua, utajua ukiwa hapa hapa, tumbo litakwambia. kuna mtu ananielewa? Umeshasikia mwanamke anasema, nikasikia kama tumbo la uzazi. Mungu ametengeneza hivyo ndio maana nawambiaga kina mama, ukiona una boyfriend au mume alafu unaanza kupata taarifa kwa kuvizia simu yake akiwa ya ameenda ameoga, ushafeli hiyo. Ni kazi ya Suma JKT, waachie. Ushafeli ukiona unavizia simu ya mme wako au wa mpenzi wako ili upate taarifa, umeshafeli. Mwanamke ambaye minara yake miwili imeenda juu, mnara wa hisia na mnara wa kiroho, kamwe huwezi kuhangaika na password, kwa sababu naomba nikwambie, wakati Mungu anataka akupe taarifa utapata taarifa tu. Nina baba mmoja nilikutana naye ananiambia, haki ya Mungu Mauki, mke wangu mchawi. Haki ya Mungu, mke wangu mchawi. Mi nakwambia mke wangu analoga. Nikawambia kwa nini? Nimenunua simu Mlimani City, nimeiweka nyumbani, ameingia kwenye ile simu na nimeweka password Nikamwita ile mama tuka tunaongea, akaniambia nilikuwa saiti, nimekaa mafundi wanajenga, nimekaa mafundi wanajenga kwenye kivuli, nimesinzia, nikasikia kitu kinaniambia n nane, nane, sita sita nane, nane, sita sita nane, nane, sita sita nane, nane, sita sita, ikapotea kabisa. Nimekwenda nyumbani, wife, husband ameenda kuoga, nikaona simu kwenye tv mpya nikasema nichukue niangalie nimwambie mume wangu, uliniahidi utanunulia simu naona umenunua simu. Ndio ile ya kwangu au ni ya kwako? anasema nilivyoishika namna hii nane nane sita sita ikaja kwenye akili yangu, akaingiza nane nane sita sita, ya sita, sita. amekuja ofisini kwangu ametolewa me, Kairuki Memorial Hospital, amelazwa siku kumi na tano baada ya kuingiza nane, nane. baba ananiambia haki ya Mungu, mke wangu mchawi. Nikamwambia sio mchawi, mke wako mnara wake wa hisia na mnara wake wa kiroho vinasomana huko juu. Kuna mtu ananielewa. Kwa hiyo wewe ambaye unafanyaga hivi, unavizia, umefeli. Siku Mungu anataka upate taarifa, mtu anaweza kukupa taarifa, mwenyewe bila kujua anakupa taarifa umeumbwa hivyo, sema ni kwamba hujui nafasi yako. Kuna mtu ananielewa, hujui nafasi yako. Mwanamke anayejua nafasi yako ana uwezo wa kumwambia mume, mama, unaenda mume wangu unaenda safari leo, ndani yangu nimeonyeshwa, usiende kwenye safari leo, nimepata wazo, airisha, nina kesho. Mwanamke akikwambia hivyo, airisha. Hamjui maandiko nyie. Pilato wakati anataka kumhukumu Yesu amehangaika kuambia Wayahudi, huyu sijaona madhambi yake na kila kitu. Usiku mke wake akamwambia, bosi, nimeteswa sana usiku kwa ajili ya huyu mtu huyu mtu, na mimi nakwambiaje, usifanye chochote kuhusu huyu mtu. Kesho yake Pilato akanawa mikono, akamwambia damu ya huyu mheshimiwa iwe kwenu na watoto wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. damu yake iwe kwenu na nani alimshauri Pilato? Wife. Lakini naomba niwaambie kwa upande mwingine kuna mwanamke mwingine wa Herode. Yeye badala ya kuwa positive yeye alienda kinyume, akamwambia mme wake. Akamwambia mtoto wake, baba amekwambiaje, umecheza vizuri, anataka akupe zawadi. Mwambie unataka kichwa cha Yohana. Mtoto akaenda akamwambia, baba kuna kitu uliniuliza afa nikawa nimenyamaza. Nilikuwa sijakwambia, ila nimepata wazo nini. Mwanangu, naomba kichwa cha Yohana kwenye kombe. Herodi akaumia, kwa sababu kashaahidi, ikabidi Yohana afanye nini? Nimekwambia, usipojua upako wa Roho Mtakatifu kwenye kukupa mimba ya wazo, unaweza ukazaa wazo zuri au wazo, unaweza ukawa daraja zuri au daraja. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa?